TAKUKURU ya ya saidia ya wakulima kulipwa wa zaidi ya shilingi milioni sabini na tisa kutoka vyama vya msingi kwa kipindi cha kuanzia Januari hadi Machi elfu mbili na ishirini na tano. TAKUKURU mkoa wa Mtwara, pamoja na majukumu mengine imeendelea na uhamasishaji wa wananchi kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa na kuwaelimisha. Kutokana na elimu aliyoipata Uh, wananchi wamejenga ujasiri kwa kutoa taarifa za uwepo wa vitendo vya rushwa e, na ubadhirifu ikiwemo taarifa za vitendo vya rushwa uh, kutoka kwenye vyama vya msingi kwa maana ya amkosi, kwa kipindi cha msimu wa mwaka 2024 2025, kutokana na taarifa ambazo zimepokelewa, uh, tuliweza kufanyia kazi na wakulima hao waliweza kulipwa fedha zao jumla ya shilingi milioni sabini na tisa laki nane thelathini na saba laki tano sitini na nane nukta tisa walizokuwa wakidai katika vyama vya msingi. Aidha, kutokana na taarifa hizo ambazo tulizipokea, majalada ya uchunguzi saba yaliweza kufunguliwa, na majalada hayo yako katika hatua mbalimbali kuwa miradi ya maendeleo kumi na mitatu miradi hii ilikuwa na thamani ya shilingi bilioni saba milioni mia tatu ishirini na tisa laki nne sitini na nne elfu laki tatu tisini na nne pointi mbili nane. Na miradi hii ni kutoka kwenye sekta za afya, elimu pamoja na miundombinu. Na lengo la kufuatilia miradi hii ni ili kubaini viashiria vinavyoweza kusababisha upotevu wa fedha za umma kuona kama thamani ya fedha imefikiwa, lakini pia kuona kama ukadiriaji wa mahitaji ya, ya vifaa umezingatiwa. Aidha, kutokana na taarifa hiyo kuna miradi miwili ilikutwa na mapungufu, na miradi hiyo uh, ujenzi wa shule ya sekondari Mtunguru ambao ulikuwa na mradi huu ulikuwa na thamani ya shilingi milioni 560 laki 5 552 827 katika halmashauri ya Newala ufuatiliaji ulibaini mpango kazi kukosa uhalisia na kasi ndogo ya utekelezaji. Baada ya kufuatilia hayo mapungufu, yote yaliweza kurekebishwa. Lakini pili ilikuwa ni ufuatiliaji wa barabara kwenye barabara kuu ya Masasi na nyuma, kulikuwa na kipande kinafanyiwa ukarabati kilikuwa na thamani ya shilingi milioni 175 na 550 alfu Tulifuatilia na kuona kwamba kulikuwa na kifusi ambacho kilikuwa hakijafanyiwa testing. Tulifuatilia na wenzetu kile kifusi kikafanyiwa testing, na baada ya kufanyiwa testing kikaonekana kinafaa kwa ajili ya kutumika. Kwa hiyo kilitumika kifusi ambacho kiko kwenye kiwango kilichokuwa kinatakiwa.